Na waktu dhuhri idha zalat shamsi, wakati wa dhuhuri jua linapopinduka. Wa kana zillu rajul katulihi, na ikawa kivuli cha mtu kama urefu wake. Mala yahdhuril asr, muda huo ukaingia wakati wa asr. Yani, maana yake sio jua linapopinduka na kivuli cha mtu kama urefu wake ndio adhuhuri imeingia; jua likipinduka tu kivuli kinaanza kidogo kidogo, tunaelewana, mpaka inafika hiyo ni adhuhuri, mpaka inafika urefu wa mtu na kivuli chake, tunakuwa nini, sawa, yote ni adhuhuri muda ambapo jenge la asiri kisha dhuri tu ndio inaingia nini ala asiri, baada ya kivuli kuzidi sasa, kimeshakuwa urefu wako kinaanza kuzidi urefu wako ala asiri, na fanya inaingia mala mithul asri waqtu al asri. Baada yako na wakati wa asiri, mala mtasfarra shams, muda ambapo jua linaanza kuwa la manjano. Yani jua linakwenda likishaanza kukaribia magharibi kabla lijaanza kuwa la manjano, ndio hivyo, ndio hivyo.

bado ipo wakati isha. Na wakati wa swala ya isha ila nisfi layl awsat, mpaka nusu ya usiku, wakati na kati wakati wa isha una isha. Isha ni usiku, isha ingia magharibi, siku imeanza nusu yake. Wakati salati subuh, na wakati wa swala alfajiri, min tulu alfajiri, tangu kuchomoza alfajiri, ma lam tatlu ash shams, muda uja walichomoza wakati wa alfajiri unaanzia kuchomoza alfajiri mpaka kabla ya kuja chomoza. Kwa hivyo salatu dhuhuri yabdau ya, ya, ya waqtuha bizawali shamsi, sala ya dhuhuri inaanza wakati wake wajua kupinduka. Ai ay, mailuha kabili sama, kupinda kutoka katikati ya mbingu. Kabili sama ni katikati ya mbingu, mailuha kupinda kwake an kutoka kabili sama, katikati ya mbingu ndio wayamtaddu waqtuha, na utarifuka wakati wake, wakati wake, muda wa dhuhuri utaendelea wakati wake, ila anyasira kulli shay'in, mpaka ikiwa kivuli cha kila kitu mithluhu, mfano wake, fi tuli, kwa urefu inaendelea kati yani, dhuhuri mpaka urefu wa kitu na kivuli chake vikawa sawa. Wa wayustahabu tajilaha, na inapendeza. Wa kuwaustaab na inapendeza tajiluha, kuiwaisha dhuhuri fi awwal waqtiha, mwanzo wakati wake, ila ida stadda, kwa wakiwanajoto kali mno. Illa idha shaddat al-harr, isipokuwa joto likiwa kali mno. Fa yustahabu ta'khiruha, inapendeza kuichelewesha ila al-ibrad, kuwe kwenye ubaridi. Al-asr karibia yani, wakati wa al-asr kuna joto kali, athuri itachelewesha kidogo, jua lipoipoi liqawli sallallahu alayhi wa sallam, qawli ya Bwana Mtume aliosema, illa shaddat al-harr, joto likiwa kali

ambao adhuhuri inaisha kati gani kivuli na kitu kikawa kiko sawa hapo hapo. Kisha kisha inaingia laasini wayanta bi ghurubi shams. Wakati wa laasiri naishia kwa jua kuzama, inda akhiri isira, mwisho wa manjano kabisa, jua hilo manjano mwisho mwisho kuzama. jananhishotuzaa wa yusannu tajiluha nani, sunna kuiwaisha ala magharibi fi awwal waqti, mwanzo wa wakati

Kwa hiyo muhimu, swala zote ni muhimu, lakini alasiri ndo swala wusta ambao ametajwa moja kwa moja, hafidhu al salawat zihifadhini, dumisheni swala na swala ya lasiri muidumishi. Waqad amara nabi sallallahu alaihi wasallam bi muhafadha alaihi, na ameamrisha Mtume kuhifadhi swala ya lasiri. Faqala akasema, man fatathu salatu lasri, atakayepitwa na swala laasiri Faka anna ma utira ahlahu wa mala kana kwamba amepoteza amekula hasara amepoteza familia na yake asli, na mali yake mamfaatatu manfatathu salatul asri mwenye kupitwa na sala la asiri ikampita. Anna ma utira faka anna ma utira ahlahu wa mala kama amepoteza familia na yake na mali yake. Imetokea janga watoto familia yako yote, mke na watoto wakafa na mali yako zikateketea, ndio mwenye kosa la asiri

Na wakati wa sala ya magharibi min ghurubi shamsi, tangu kuzama jua ila maghribi shafaqi, mpaka kuzama mawingu makubwa, waktu salati al-maghribi.

Liqaulihi sallallahu alayhi wasallam, kwa qauli ya Bwana Mtume aliposema: la tazalu ummati bikhair, hawataacha ummati wangu katika kheri. La tazalu ummati bikheiri, hawataacha ummati wangu kwenye <coughs> kheri ma lam yuakhiru lmaghariba, muda ambapo hawacheleweshi magharibi, hatta tashtabika nujum, mpaka zikaanza kudhihiri nyota, yani ukaingia nyota zikaanza kutoka <coughs> Kwa hiyo watu hawataacha kuwa katika khairi, muda ambao wacheleweshi magharibi, atakiwa waishi, ukiishi na kwenye khairi, lakini ukichelewesha akosa kwenye khairi mpaka nyota ambazo zinaanza kutoka illa laylatul muzdalifati Isipokuwa usiku wa Muzdalifa, kwenye mambo ya haji kuna siku ya Muzdalifa. Lilmuhrim bilhajj, aliyehirimia hija, faisanu taakhiruha, inapendeza kuichelewesha swala magharibi. Hata tusallima alisha jamaa taakhira, mpaka iswali na isha, kukusanya kuchelewesha. Kwa maana yake mtu aliyokuwa haji siku ya usiku wa Muzdalifa, inapendeza swala magharibi aichelewesha, aifikishe karibu na isha, ili achanganye magharibi na isha jamaa e, hata istusalli maa al-isha jamaa ta'khir, mpaka asali pamoja na isha jamaa. Yani ya ya ama ya kuchelewesha kuunganisha, sio jamaa kuunganisha kuchelewesha. Kuna kuunganisha kwa isha na kuunganisha kwa nini kuchelewesha. Yani mfano kuunganisha kwa isha ni kusali ya dhuhuri na asiri wakati wa dhuhuri, kuunganisha kuchelewesha ni kusali ya dhuhuri na asiri wakati wa asiri. amma salatu al-isha

wakati swalatil isha wakati wa sola ya isha, ila nisfi layli, au mpaka nusu ya usiku. Wayustahabu takhiruhu, inapendeza ni sunna kuchelewesha sola ya isha. Wayustahabu takhiruhu, ndo sala pekee ambayo ni sunna kuchelewesha, inapendeza kuchelewesha sala ya isha, ila akhiri waqt, mpaka mwisho wakati almuktar, uliopendeza uliochaguliwa, yani ukaisali saa 5

walhadithu baadaha na mazungumzo, baada ya swala isha. Baada ya isha mkataka sema kijiwe cha story tena, maana yake mtachelewa kusukulala, mwisho wake alfajiri tawapita lighairi maslaha. Mazungumzo ambayo yana maslaha, kuna wakati, kuna sababu za msingi, kuna habari, kuna taarifa za msiba, kuna mazungumzo muhimu muhimu. Lakini kuna mtu ana jambo lote la muhimu ni mpira, kama saa tano za usiku, ingeona mambo muhimu hizo, wakazungumza baada ya isha

Waqtu salati alfajri, na wakati wa sala alfajri, min tuluu alfajri, tangu chomoza alfajri. Ikisha chomoza alfajri, athani ya pili. Kuna alfajri ya kwanza na alfajri ya pili. Kwa hiyo waqtu salati alfajri min tuluu alfajri ila tuluu alshams, mpaka jua kuzama wa yustahabu ta'jiluha, inapendeza kuisha swala ya alfajiri. Idha tahaqqa tulu' alfajri, ukiwa una hakika alfajiri isiochomozi, sio kaswali kabla al-fajr, alfajiri iichomuzi, ikiakikiwa kuchomoza kwa al alfajiri. Hadhihi al-awqat allati yushra'u ada' as-salat, ada' as-salat, hizi ndio nyakati ambazo imekashiria kutekeleza swala, as-salatu al-khams fiha, swala tano ndani ya nyakati hizi hadhihi al-awqat hizi ndio nyakati alati ambazo yushrau adaa yushrau adaa salawati lkhamsi fi, imewekwa sheria ndio utaratibu kutekeleza swala tano katika nyakati hizo. Fayajibu ala muslimina, inawapasa Waislamu takayudu bidhalika, kuchunga hilo takayudu bidhalika, kuchunga ili kulibatiliza wajuye nyakati za swala walmuhafadha alayha fi waqtiha, na kuzidumu na kudumu na na kuzihifadhi swala swala hizo kwenye wakati wake, swala zisali kwenye wakati wake, sio mtu watarku analipakadha taakhiriha, na kuacha kuzichelewesha swala. Watarku taakhiriha, na kuacha kuchelewesha swala bi anna allaha tawaada alladhina yuakhirunaha. Allah amewaahidi adhabu wale wanaochelewesha swala

wa adau salawatiza swala fi awqati, katika nyakati zake. Min ahabbil a'mali ila Allah, ni katika matendo yanayopendeza kwa Allah zaidi. Allah anapenda watu kusali, kuswali swala katika nyakati zake. Wa afdaliha waafdaliha, na ni matendo bora zaidi. Fakad suila nabii sallallahu alaihi wasallam, aliuliza mtume sallallahu sala, fakad suila nabii sallallahu alaihi wasallam Aliulizwa mtume sallallahu alaihi wasallam, ayu al-amali ahabbu ila Allah, matendo gani yanapendeza zaidi kwa Allah. Ayu ayu al-amali ahabbu ila Allah, matendo gani yanapendeza zaidi kwa Allah. Qala, mtume akasema, as-salatu ala waqtiha, swala katika wakati wake. As-salatu hii sana kwa wanaume ambao wanaswali jamaa wanapata, hasa wanawake wanaswali majumbani, wengi ni mtihani Ataosha vyombo, atafagia mpaka huko adhuri, mpaka saa kumi kasoro shangasia swali ya dhuhuri. Umeelewa? Wasisitize wafzetu nyakati za swala <tip> albabu rabi'a mlango nne, fi shuruti solah, mashati ya sala wa arkani na nguru zake wa waadilati dhalika, na dalili ya hilo wa hukmu wa hukmu tarikuha na hukmu tarik tarikuha na hukmu mikuwai